Karibu mtazamaji. Yula Nzale ananisaidia kwenye matangazo haya akitumia lugha ya ishara. Rais William Ruto amefichua mazungumzo yake ya faragha na mwenyekiti wa chama cha KANU Gideon Moi, akisema alimtafuta Gideon ili amsaidie kuunganisha taifa na kuleta mabadiliko. Akizungumza nyumbani kwake Kabarak katika kaunti ya Nakuru, Gideon Moi kwa upande wake alisema alikubali wito wa Rais Ruto akisema yuko tayari kwa ushirikiano zaidi. Mwanahabari wetu Emmanuel to na kina cha taarifa hiyo My good brother, mkutano huo unaojiri siku mbili tu baada ya mkutano mwingine ulitoa jukwaa la rais William Ruto na mwenyekiti wa KANU Gideon Moi kupasua mbarika kuhusu yaliyojiri katika mkutano wa faragha kati yao katika ikulu ya Nairobi. Gideon Moi akifichua mazungumzo ya mkutano huo wa siri, akihutubia hadhira wakati wote kwa lugha ya Kikalenjin, akisema licha kujiondoa kwenye kivumbi cha useneto wa kaunti hiyo, jogo bado hajaabiri wilbaro alinji amnd ammimwagioalamtaiy so, musifikirie tumekuja kuvunja chama cha KANU tumekuja kuiweka nguvu. Tumekuja kuingia kuingiliana na rais, Rais William Ruto aliyeweka mashada ya maua kwenye kaburi la rais wa pili wa Kenya hayati Daniel Toroitich arap Moi, akishabikia uhusiano wake na rais huyo, naye akishuka na simulizi yake. Na tumekubaliana na yeye anisaidie tupange mambo ya taifa letu la Kenya maendeleo ya Kenya imechelewa, Kenya imechelewa miaka nyingi. Rais Ruto akirejelea uhusiano wake na rais wa pili wa Kenya akisema anaendelea kufuata nyayo zake. Mimi nataka tukubaliane na nyinyi, mkubali, ili sasa tuwe na formal engagement kati ya KANU <applause> si ndiyo? Ili KANU sasa iwe part of of the government of Kenya. Rais Ruto sasa ameahidi kuanzisha ujenzi wa chuo kikuu na uga katika kaunti hiyo ya Baringo na kuzika uhasama wa kisiasa baina yao. Emmanuel Toru, runinga ya Citizen. Nacho Chama cha Wiper Patriotic Front kime